Elimu hiyo imetolewa na timu ya maafisa kutoka TBS kanda ya Magharibi wakiongozwa na kaimu meneja, Hamisi Seleleko, ambapo amesema kuwa lengo la kampeni hiyo ni kuwafikia wazalishaji wa mpunga kuwapatia elimu ili kukidhi ubora na vigezo na kuongeza imani kwa walaji. Tuko katika maeneo haya ya wilaya ya Igunga ikiwa na kampeni ya kuwafikia wazalishaji wa zao la mchele katika maeneo ya wilaya ya Igunga lakini pia wilaya ya Zega. Kwa nini tunafanya kampeni ya kuwafikia hawa wazalishaji? Lengo mahususi ni kuhakikisha bidhaa zao wa ambazo wanazalisha zinakidhi vigezo vya bora ambao umewekwa kwa mujibu wa sheria na kiwango husika. Kwa nini tunataka wakidhi hivyo viwango ni kwa sababu kwa kufanya hivyo itaongeza imani kwa walaji wa bidhaa husika, lakini bidhaa yao tutakuwa tumejitizia kama ni salama kwa ajili ya afya za watu. Kwa upande wao, wafanyabiashara wa mchele na wamiliki wa mashine za kukoboa mpunga wilaya ya Igunga wameeleza faida ya kuwa na nembo ya ubora kutoka TBS, kwani inawasaidia katika masoko ya kimataifa. Sisi hapa, kabla ya kuwa na nembo ya TBS, masoko yalikuwa kama hayajafunguka. Tunashukuru, baada ya kuwa na nembo ya TBS, wateja wetu wametuamini, masoko yamekuwa ni makubwa, tunatoa mpaka masoko ya nje, na kila mteja ametuamini na kutuelewa, na kuelewa bidhaa zetu kwamba ni bidhaa ambazo ziko bora na zinafaa kwa mraji. Na kwa mfanyabiashara hapa imenipa mwanga wa kufanya biashara kimataifa na nikipata nembo ya TBS nitakuwa mwerevu zaidi biashara, tofauti na hapo nyuma nilipotokea. Eh, nitakuwa vizuri zaidi kimtaji na kimaendeleo, kifungashio, nitakuwa nafanya biashara za kimataifa zaidi, na nitafanya biashara nzuri zaidi, na nitatambulika kwa jamii nje vizuri, vizuri kibiashara, kutokana na mfumo ambao kama nitakao kufanya kupeki mchele vizuri, kuendeleza uedee zaidi. Nikiripoti kutoka wilaya ya Igunga mkoani Tabora, Lubango Mleka ZBC